Idadi ya watu waliofariki kutokana na ajali ya barabarani eneo la Kikopey hapo jana imefikia nane baada ya mtu mmoja zaidi kufariki katika hospitali ya rufaa ya Nakuru. Haya yakijiri huku familia tatu za walioangamia kwenye ajali hiyo wakiwa bado hawajatambua maiti za jamaa zao. Majonzi na huzuni ilitanda katika makafani ya hospitali ya Gilgil, kaunti ya Nakuru saa chache baada ya zoezi la kutambua mili ya watu saba waliofariki kwenye ajali ya barabarani eneo la Kikopey Jumatatu jioni kuanza. Angatika Gatika na familia yake ni miongoni mwa waliowasili hapa. Mumewe Samuel Karioki, ambaye alikuwa dereva wa gari la abiria, aliaga dunia. Familia nyingine ya James Karanja mwenye umri wa miaka kumi na minane imetambua mwili wa mpendwa wao katika makafani ya hospitali ya St Mary's. Nalikuwa na kwangu karibu kama siku mbili tatu, alafu alikuwa anataka kurudi nyumbani, Kikopey hakufika alikuwa na gari ya ndio, alipanda gari kufika Kikopey, ndio walipata ajali. James Karanja alikuwa mwanafunzi wa kidato cha tatu, kifo chake kikiacha pengo kubwa kwa familia hii. Alikuwa hajaingia katika shule, lakini alikuwa anaenda kuingia Jumatatu form 3. Ajali ya Kikopey imesababisha maafa ya mtu mmoja zaidi. Msimamizi wa hospitali ya rufaa ya Nakuru, Daktari James Waweru amesema kuwa mwanamume mmoja aliaga dunia alipokuwa akipokea matibabu katika hospitali hiyo. Miongoni mwa waliofariki ni maafisa wawili wa kijeshi. Watu wanne wangali wanapokea matibabu katika hospitali ya Saint Mary's. Marian Nyambura, runinga ya Citizen.